We mzee Nombo, sinizoe. Usiogope mwalimu, nimekufuata tendo kanisaishie nyumbani. Sawa mwalimu, karibu nyumbani, usiogope. Mimi ninapomwomba mtu kitu hakinikatalia, natumia nguvu. Sikumbuki kama nilishai kukosea. Kwa nini nanifanyia hivi? Nilikuita nyumbani kwangu, nilikuomba unifundishe, na ulinikatalia na kuondoka. Mama, hii ni sawa kunifanyia hivi? Iwe sawa isiwe sawa, nimeshaamua hii ni siri yetu, mimi na wewe. Karibu ndani, ukale

Odi. Karibu eh, kadogo. Mda maina karibu. Asante. upo jamani? Nipo. Sija yes, kuona muda kipenzi. Nipo tushikamana. Mwana baba, vipi? Aya mwenyekiti, nimemkuta kaka. Nahisi uko hapo nyuma. Aya, poa Habari yako mwenyekiti? Salama. Karibu. Wewe Kadogo, hebu leta kitu cha kukalia huyu mgeni. Nimeivisha ndio, tumeivisha tayari. Aya, haraka kupakua. Karibu tuongee. Nimekuja kuulizia kuhusu ile swala langu, maana naona kimya mpaka leo, hakunipa jibu lolote, hakutwita kwenye hicho kikao, sijajua ah, vipi nilituma ujumbe kwa huyo dada yako Kungwi. Sijua ana kiburi yule dada au ana dharau ya aina gani? ajaja Halafu kuna shughuli hata mimi zikuwa zimenibana za hapa nyumbani kwangu na wananchi wengine. Sasa nikuulize swali, mtu wa kununua hilo shamba umempata? Ndio mwenyekiti, watu wa kununua wapo wengi tu, ila anashindwa kuuza kwa sababu bado sijapata hiyo hizi, ni mpaka dakika hii mm. Mzee wa changamka muda wote huko, eh, una hento pikipiki posta, eh, huko unaelekea wapi? Haya, sawa, kibaiskeli tenga huko unavyoona, natoka huko, natoka kudai madeni yangu madeni yangu mtani, hapo ko chungu mzima. Haya, naona natoka hapo na kwa naona nyenye <coughs> tumekutana kia Mungu, tuachane na hiyo. Hapa mimi nimevurugwa, halafu una roho mbaya sana, yani una roho ya kauzibe Nyumba zote umetembea, mtaa kwa mtaa, daftari kwa daftari, kuandikisha wasiojua kusoma. Nyumba yangu mimi hukuiona tena, kwa sababu mimi najua kusoma, si ndio? Kungwi, kungwi, mimi nilijua una bonge moja la elimu, kwa sababu kwanza, wewe mwenyewe ulivyo umekaa kielimu mm, mwendo, kutembea, kuongea, umekaa kielimu hasa. Wewe unataka nikwambie hizo habari njema za kwenda na nini? Haya basi, nisameni ndugu yangu eh. Basi sawa, watu wanasemaga ukienda msibani kama ujaongea shida yako anakuja mziwa na azima jamvi. Mimi hapa nilivyo kuona tu nikaona kazi ikaona kazi yangu ni kupe na inakufaa, kwa sababu wewe unaweza kupita chocho, chocho mta kwa chocho kwa chocho mta kwa mtaa. Changamka, unachangamka, unaweza kalifanya jambo kwa wakati ndugu yangu. Maina kuna sehemu yoyote umemwona? Ah, ah. Maina mama namvulia kofia Maina ah. Sasa baba Maina Sasa na kama kama wakimua, yani, <laughs> yani kungwi Maina kwa kweli nimepishane kule, kabebelea fuko la begi hivi aafu inavyoonekana kama ana rakatirakati za kutoroka. So, sasa kama mteja umempata, we muuzii, alafu dhamana ya ushahidi iweke kwangu mii mwenyekiti. Na umepanga kuuza shingapi? nilimwambia milioni nne, lakini ameomba mpaka milioni tatu na laki tano. Sawa, ndani hiyo milioni tatu na laki tano mi nitataka laki tano tu utanipa? Aina shida mwenyekiti, kiti mwiy mtumi niuze lile eneo, maana nimechoka sana, siku zinazidi kwenda, alafu mi siondoki tu, ila hiyo laki tano usiponipatia tutakuwa madui, afu nitakukana. Hapana mwenyekiti, siwezi kufanya hivyo. Umenisaidia pakubwa, yani umenisimamia kwenye, kwenye zahiri, jambo ambalo mimi nalitegemea. Kwa hiyo mi nisikupe hela laki tano? Mimi nitakupa hata ukitaka zaidi mi nitakupa, mwenyekiti. Muhimu tu unisimamie kwa kila jambo. Unaweza ukaenda anaelekea mjini? Amepita njia gani? labda naweza nikaenda kwa haraka nikampata. Nimempata hivyo. Yaani unaona sehemu na injia, azako kaza kidogo, kutoka huku ukinyosha nai njia ukapiga hatua zako kaza, ukakimbia, unaweza ukamkuta, lakini ukichelewa kidogo unaweza kukuta kashafu, ila kutokana na hiyo spidi yako na wewe unene sasa, kibonge tipwa tipwa, unaweza usimpate kwa sababu utakuwa na hema hema kimba wamba wakani mpaka watu kwenye ha hema hema, yani hilo ndo tatizo lako sasa. Yaani mwili unishindwe mimi kumpata Maina? Mimi nishafanyaga mazoezi nisha kwaga mpaka jeshi. Ni alikuta mimi nimepita. Wewe usihangaika na hizi nyama, wewe elekeza vizuri, kapita sehemu gani mfate, nisipoteze time. Ukijacho tu njia utamkuta huko mbele, yaani tena na ukichelewa zaidi utamkuta kasha. <coughs> Maina, unalo wakikukamata tu ka unapotongozwa na magentleman kama sisi unakubali, changamkia fursa. Wewe Maina hayupo. Unaona kabisa, mlango umefungwa alafu unauliza mbona hayupo? Uwe shangazi mwenyewe, miguu kama yangu hawezi kutulia sehemu moja. Kwa hiyo tunafanyaje? Hakuna cha kufanya, ni kuondoka tu. Hivi unajielewa wewe? Yaani badala ya ushauri tuendelee kumsubiri shangazi mpaka arudi, unawaza kwenda kuzurula. Kwa hiyo tumefuata nini sasa hapa? Kwa hiyo namsubiria mtu, usemje? Ameenda wapi? Kama kawaida, kijiji cha pili. Utakaa hapa mpaka saa ngapi? Afu da mkunde. Mimi mwezio sina muda wa kupoteza. Yaani mimi kwangu ningepoteza lisali moja au sekunde moja, nimepoteza hela kibao. Mnavyoniona mwezio hapa kama jumba la kubeti yani. Mnavyonipotezea muda hapa, mikeka inazidi kuchanika. Mm-hmm. Kosoro za dogo zako nalipuuzia. Unawaza kwenda kubeti na kuchana mikeka. Ha, nenda. Afu sio huyo tu. Umesahau kama nina mwe mwingine memena kule. Kwenye kama mna baki bakini, mimi achini niende kuona. Ondoka kwenda tazama wanavoishi. Kama ni machizi awa, watopona wakiambiwa wasiki, tuwaombee labda Mungu wata Mwenyekiti, nakuomba mara moja samani, ndugu yangu, maana nimekuona uko kwenye hai hai, unaondoka. Naomba tu unisikilize hata kwa uchache, nana shida na wewe na ndio maana niko hapa sasa hivi. zumuni la kuja kwako muda huu mwenyekiti, mimi nina jambo na jambo lenyewe ni kuhusu eneo letu la ulisi. Nimepata taarifa mdogo wangu ameuza wa na tayari ameshaondoka katika huu mji. Eneo lolote aliwezi kuuzwa bila idhini ya mwenyekiti, namaanisha maandishi na muhuri, namaanisha wewe umeshiriki, si ndio? Sasa kwa nini umeshiriki kuuza eneo letu la ulisi bila ya mimi na ndugu yangu makorobo kushiriki? Hatuko mbali hapo tu, pua na mdomo. Mwenyekiti, ni la kwako hili. Hmm, sawa. Mara kwanza alikuja mdogo wako hapa maina tena akilalamika kuhusiana na nyie, mnamgomea asiuze shamba la Ulisi na ni haki yake, na mara ya pili alikuja kwa kudai ni kwa nini sijawaita kuongea na nyie, halafu na mimi nilikuwa na mambo yangu tu, japokuwa nilimdanganya nimewaiteni na mmigoma. Na kuhusu umiliki hati ya kiwanja anayo. Nashukuru, umekula chakula mwanangu, ngawa umekula kiuoga, lakini siku nyingine nitakupikia chakula kizuri. Sawa mwanangu, lakini ulichokiona ndani ukiacha kama kilivyo. Nikisikia umemwambia mtu, nitachokufanya uwezi kuamini. So, na napokuhitaji nakuomba uje. Naona hapo ushapajua, sawa? Hivyo inaonyesha kabisa kwamba wenda wazazi wenu nyiye walimpa yeye kama mmiliki, na nyiye mnataka mkatai yeye kuuza, hivyo mumtapeli, si ndivyo? Mimi kama mwenyekiti ninalinda watu wangu, nikampa ruhusa uza na tayari ameuza, na mimi nimeweka sahihi na nimekuwa shahidi mkubwa. Hilo ndio jibu lake. Nashukuru sana chombo cha dola kwa kufanya kazi yako kwa ufanisi tu, kwa sababu uliona hati ndipo ukachukua majukumu ya kufanya biashara, si ndio? Ukukumbuka kama kuna wazazi, ukukumbuka kama kuna wakubwa, hata ukisikia mahakama haziongei peni na karatasi peke yake. Yaani unanifundisha kazi, sindivyo? <laughs> Vizuri sana, sikuja kukufundisha kazi, ila nakupa maelekezo. Naomba tu, si umeuza? Narudia tena naomba hiki ninachokiongea ukisikilize kwa umakini sana. Endapo kikitokea chochote, iwe kwa bahati mbaya ama bahati mzuri, mkuza, usije nyumbani kwangu, kwa aliyenunua aliyeshiriki na aliyeuza. Lile ni eneo la ulisi. Hapo ndio utakapojua kwa nini herufi nne ina namba tatu na tatu ina namba nne. Ni hayo tu.

Kwanza nitangulize samahani, maana najua maumivu unayoyasikia na najua jinsi gani unavyoumia. Nikuombe tu unisamehe. Hakuna mtu ambaye nilikuwa namtegemea kama wewe shemeji, sijategemea kabisa kama naota utakuwa na roho ngumu kama kakako. Nilitegemea wewe ndo toka msaada wangu mimi <laughs> lakini sawa, usiseme hivyo shemeni, maana mii pia sikutaka iwe hivyo na ili ni lazimu Mbona niangalia hivyo? Nimejinyea au? Pana mke wangu. Nakuangalia kwa sababu leo umependeza sana. Sasa kama ndio unataka kuniambia, usingeniambia tu kuliko unaniangalia hivyo. Mimi natoka. Ntachelewa kurudi. Na ninavyoona hapa hamna kuni. Kwa hiyo fanya unavyofanya unichanjie kuni. Nikirudi nipike. Hodo mke wangu. Uwanja mzima leo kuna magogo, kuni zote zimeisha. Mimi nazaje kuchanja nana mkono mmoja? Kaza sio, nasema Mungu akikupa ukilema kunyimi na mwendo. Wewe mwendo wako umepeleka wapi? Unashindwa kuchanja kuni wewe? Mbona niaibisha hivyo? Sikia, mimi nimeshasema natoka. Nikirudi nikute kuni. Usipochanja kuni mimi sipiki, na nisipopika jua unanitafutia wapi chakula chakula usiku. Kwa unaenda wapi? Hayakuhusu. Yato changanya magani kopa kawa mayo wa hababa binge mitwe ya sewa panga vinge balemelwa kolala. Maana baada ya wewe kuondoka, kaka alirudi na kuniambia kuwa endapo ungefanikiwa kufika nyumbani kwenu na kuona mwili wa baba yako familia yetu yote ingesambaratika na kupata majanga makubwa, nikimaanisha kuwa wote tungekufa. Nami sikuwa na jinsi, ndio ikanibidi nije nikuchukue kule na kukurudisha huku. Kwa hiyo sikuwa na nia mbaya kabisa. Sawa Shimeji, mi nimekuelewa. Namwomba Mungu sana anipe mwisho mwema kwenye hii ndoa. Usijaribu kufikiria kitu chochote kile kibaya ukajikuta unatoka hapa, aidha unajiuzulu. Mume wako pia anakupenda na ndio maana ameokoa familia yake. Unahisi ingekuweje endapo ungefika kule? <sighs> Mi natoka kidogo. Karibu mkuu. Asante, nafurahi sana kuona ukuaji wako, maana sasa hivi una hisia za kutosha. Mtu anapokanyaga tu kwenye ardhi yako, natambua kwamba kuna mtu amefika. Dhumuni lililoleta muda huu nadhani, itakuwa nakumbuka vile, wakati nafanya safari ya kuondoka kwenye huu mji, kuna hazina ambayo nilikuachia, nilikuwa nahitaji kwa wakati huo. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza, watazame hawa, walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko, sijapata kuona wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge kukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa.